Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, karibu katika tafakari fupi ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya Jumamosi ndani ya juma la pili la kipindi cha Kwarezima mwaka si wa kanisa. Katika siku ya leo tunaongozwa na maneno kutoka Injili ya Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya tatu na aya ya 11 hadi ya thelathini na mbili. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika, wakisema mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena ula nao. Akawaambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu ikaingia nchi ile, na yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia: Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, Leteni upesi vazi lililo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteeni ndama yule aliyenona mkamchinje, <coughs> nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti na ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena, yu mzima. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia kwa miaka mingapi hii, wala sija kosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Ndugu zangu katika Kristo, lengo kuu la kisa hiki tulichosikia cha mwana mpotevu ni kufunua upendo na huruma ya Mungu kwa wenye dhambi na umuhimu wa kumgeukia Mungu. Mtakatifu Agustino katika kutafakari hili alisema kwamba baba katika kisa hiki anawakilisha Mungu ambaye daima anatusubiri sisi wanaye, tuweze kumrudia, aweze kutubariki na aweze kututakasa, tuweze kurudi katika kundi hilo la wateule wake. Na Mtakatifu Yohane Krisostomo alisema kwamba safari ya mwana mpotevu kwenda nchi ya mbali kama tulivyosikia inawakilisha mtu anapokuwa amejitenga na Mungu kwa kutofuata aamini kwa kufuata maisha ya anasa na mambo ya dunia. Lakini pale tunapomrudia Mungu, mtakatifu Ambrosi anasema yule kijana mtoto mpotevu alivyomrudia Mungu anawakilisha wale wote ambao daima baada ya kuzunguka huko duniani, siku moja unaisikia sauti ya Mungu inakuita na unaamua kurudi kwa Mungu baba yako. Daima Mungu anatupenda, Mungu anatuhitaji. Na sisi sasa tutumie fursa hii ya Kwaresima kujipatanisha naye, tuweze kuishi kwa amani na furaha katika maisha yetu ya kila siku. Tusiogope kwa sababu Mungu amekuja kuita sisi tunaoanguka, sisi tunaopotea, ili tuweze kuwa na uzima kisha tuwe nao tere. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria, mama msaada wa daima Tuombe neema ya Mungu ya kugeuka na kuacha malimwengu na kumfuata Mungu mwenyewe hasa tukiuangalia msalaba wake mtakatifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.